Haji, wacha nkuambie, zailisa sikudanganye, ndo alimpelekea mangi zile taarifa, alikuambia nitakuonyesha ya kwamba mimi ni mtoto wa kiswahili yule, ndo alimpelekea mangi. Atetei mtu bure, anamtetea ndo watu wajue kwamba hausiki, lakini ningejuaje mimi kuomba uoya eh? Bosi mwenyewe GSM ndio anamweka mjini. Mimi nilikuwa nashangaa, mbona uhoya hana kazi nzuri, hana kazi mbaya, yuwala bata mara Zanzibar, marange, hizi pesa zinatoka wapi? Akija ah, hmm. Alafu ukija huku naambiwa fanya kazi kwa bidii. Watu akija huku, jamani watu wafanye kazi kwa bidii, kazi, kazi ndio kila kitu we, hmm. Ukimwona mtu ni tajiri mwenzangu, using'ang'ane, siri twazijua wenyewe sisi wengine Mpenzi we, ah, Haji mimi nimekupenda zaidi, lakini Haji nimekupenda zaidi. Ningejuaje kama Alikiba ile nini si yake? Mi ningejuaje kama si wewe? Sasa wewe ni mbea mwenzangu, yani wewe wafaa kunioa mimi tu eh, lakini tusiketi, ule mwanamke wako aje kwa talaka mm. Ule mwanamke anataka kumuoa aje kwa talaka. Sasa njoo nioe mimi, mi njoo nioe mimi, sina talaka wala mimi, njoo nioe mimi, niko free free, njoo nifuate mimi. Ah baba umenyoka, Baba umenyooka Yaani unapiga umbea kiakili, lakini nasikia ati ulikuwa umelewa. Nasikia walewa. Sasa ulikuwa pale, ndugu yangu, nasikia kwa ushakunywa pombe. Pole, si akili zako zile ni pombe. Wewe ongelea bosi hivyo, ushaharibu ndoa ya bosi, ndugu yangu. Ah, mambo magumu haya, umenifanya mpaka nimelipia Mange Kimambi hapo ah, ah. Baba wewe mbea baba wewe mbea wa dunia, yaani umbea wako umenyooka, njoo unione Yaani, nimekupenda. Yaani mimi na wewe tukikaa mahali pamoja, hatutafika mbali wewe. <laughs>